Tujifunze neno la Mungu kwa mahubiri yenye kichwa tuhubiri utukufu wa Yerusalemu kwa ulimwengu mzima. Mungu Baba alitupa baraka nyingi. Hivyo Kanisa la Mungu litasonga mbele kuelekea ufalme wa mbinguni chini ya uongozi wa Baba Kristo Ahnsahnghong na Yerusalemu mpya Mama wa mbinguni. Kichwa cha mahubiri ya leo tuhubiri utukufu wa Yerusalemu kwa ulimwengu mzima kina mapenzi ya Mungu kwetu katika enzi hii. Mungu alimfunua Mungu mama kwa watoto wake katika enzi hii. Katika ufunuo wa mtume Yohana, kuna vita vikuu vya kiroho katika vita kuna yule mwanamke na watoto wake waliosalia na adui yake, lile joka. Kulingana na Ufunuo sura ya kumi na mbili, lile joka ni Shetani. Mungu alitujulisha kwamba kutakuwa na vita vikuu vya kiroho dhidi ya Shetani na wafuasi wake. Walakini, kwa muda mrefu watu wa kidini walimwona Mungu kama Mungu baba tu. Hivyo tunaposoma Ufunuo sura ya kumi na mbili, kuna kitu fulani kinachokosekana katika maelezo yao. Wale ambao hawajui kuhusu Mungu Mama hawawezi kuelewa maana ya kweli ya Ufunuo sura ya kumi na mbili matokeo yake wanasema kwa kuwa ufunuo ni kile mungu alichoamuru kifungwe kwa lakiri hakuna anayeweza kukizungumzia walakini baba wa mbinguni Ahnsahnghong alitufundisha kwamba tuna mama wa mbinguni tunaweza kuelewa hili kupitia wagalatia sura ya 4 mstari wa 26 na na mwanzo sura ya kwanza. Je, tayari haijaandikwa katika Biblia kama ushahidi? Mifumo ya duniani ni mifano na vivuli vya mifumo ya mbinguni. Tunapoangalia mfumo wa familia ya duniani, lazima pia kuwe na mama katika mfumo wa familia ya mbinguni. Mungu alimuumba Eva, yaani mwanamke, kutoka kwenye ubavu wa Adamu. Adamu alisema, sasa huyu ni mfupa wa mifupa yangu na nyama ya nyama yangu, na kutangaza kwamba atakuwa mama wa wote walio hai. Hili limeandikwa katika kitabu cha Mwanzo. Basi kwa nini Baba hakumfunua wazi zaidi katika enzi ya Baba bali alimtaja tu katika Ufunuo wa Yohana? enzi hii ya mwisho ya Roho Mtakatifu ni muhimu. Katika enzi ya Roho Mtakatifu, wale ambao hawasimami upande wa mama wa mbinguni watasimama wapi? Mtume Yohana aliandika katika ufunuo sura ya 12 kwamba watasimama upande wa Shetani. Ndiyo maana manabii wengi wa uongo na wakristo wa uongo watatokea katika enzi hii. Katika nyakati kama hizi watu wa mbinguni wanapaswa kusimama wapi? Je, Baba alitupa maneno gani ili tuweze kusimama upande wa mama wa mbinguni Yerusalemu? Elisha alimfuata Eliya, Yeshua alimfuata Musa, Petro alimfuata Yesu na mimi ninamfuata mama. Kwa kuacha maneno hayo yaliyo wazi, Mungu Baba alitufundisha ni lazima tusimame upande wa nani ili kupata ushindi wa kiroho. Kwa hiyo yeyote anayetaka kupokea uzima na kuingia mbinguni lazima aje kwa nani? Lazima aje kwa mama wa mbinguni. Je, hili halimo ndani ya neno la Roho na bibi arusi njo katika Ufunuo sura ya ishirini na mbili mstari wa kumi na saba. Baba wa mbinguni akiwa na wasiwasi kwamba watoto wake hawana upambanuzi katika vita vikuu vya mwisho vya kiroho, alituamsha kwamba mahali ambapo mama wa mbinguni anakaa ni Sayuni, makao makuu na kimbilio la wokovu kwa hiyo wanadamu lazima waje kwake. Alituachia somo hili kabla hajapaa. Kwa kuweka ujumbe huu mioyoni mwetu, hebu tuangalie Ufunuo sura ya kumi na mbili. Tuangalie Ufunuo sura ya kumi na mbili mstari wa kumi na saba, sura ya kumi na mbili mstari wa kumi na saba kisha lile joka likapatwa na hasira kali kwa ajili ya huyo mwanamke na likaondoka. Joka linamrejelea nani? Kulingana na mstari wa tisa, lile joka kuu likatupwa chini, yule nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi au Shetani. Anafanya nini? Aupotoshaye ulimwengu wote, akatupwa chini duniani, yeye pamoja na malaika zake. Ijapokuwa vita hivi vikuu vya kiroho havionekani kwa nje, Mungu anatujulisha kupitia Ufunuo sura ya kumi na mbili kuhusu vita vikuu kati ya majeshi ya uovu na watoto waliosalia wa huyo mwanamke, yaani wale wanaofuata mafundisho ya Mama wa Mbinguni. Hebu tusome kwa mara nyingine. Tuangalie tena sura ya kumi na mbili mstari wa kumi na saba. Kisha lile joka likapatwa na hasira kali kwa ajili ya huyo mwanamke na likaondoka ili kupigana vita. Lile joka lilipatwa na hasira kali kwa ajili ya nani? Lilipatwa na hasira kali kwa ajili ya huyo mwanamke. Huyo mwanamke anahusiana na unabii katika Mwanzo sura ya tatu, hivyo tuangalie kwa ufupi sehemu hii na tufungue Mwanzo. Kisha lile joka likapatwa na hasira kali kwa ajili ya huyo mwanamke na likaondoka ili kupigana vita na watoto waliosalia wa huyo mwanamke yaani, wale wanaozitii amri za Mungu na kuushika ushuhuda wa Yesu Kristo. Lile joka likasimama kwenye mchanga wa bahari. Yule joka akajikita katika mchanga ulioko ufuoni mwa bahari. Hapa vita vya kiroho vinatajwa katika ufunuo wa mtume Yohana, inatufundisha kwamba watu wa Mungu watakaookolewa katika siku za mwisho lazima wawe watoto waliosalia wa huyo mwanamke. Vipi kuhusu watu wengine? Watasimama upande wa nani? Watasimama upande wa lile joka, yani Shetani. Ndio maana Baba hakumfunua Mama wa Mbinguni katika enzi ya Baba wala enzi ya Mwana, bali katika enzi ya mwisho ya Roho Mtakatifu aliwaamsha watoto wake kwa njia ya kuelekea ufalme wa mbinguni kwa kusema, Elisha alimfuata Eliya, Yeshua alimfuata Musa, Petro alimfuata Yesu, na mimi ninamfuata Mama. Basi Ufunuo sura ya kumi na mbili mstari wa kumi na saba unahusiana na mstari gani? Tuangalie Mwanzo sura ya tatu mstari wa kumi na tano. Tuone mstari wa 15. Na nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na wake; yeye atakuponda kichwa, nawe utamuuma kisigino r hii ni sehemu ambapo Mungu alimwadhibu yule nyoka aliyewajaribu Adamu na Eva. Hapa nami humrejelea Mungu na yako humrejelea nyoka. Mungu atafanya nini? Ataweka uadui kati ya nyoka na huyo mwanamke. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na wake, yeye atakuponda kichwa, nawe utamuuma kisigino. Basi yoke mwanamke yoke hapa ni, ni nani? Yeye ni Eva. Ye, kama mnavyojua, je, Eva hakufanywa kutoka yorku kwenye ubavu wa Adamu? Hebu tuangalie kile Mungu alichosema kuhusu Eva katika Mwanzo sura ya pili mstari wa ishirini. Tuangalie sura ya pili mstari wa ishirini. Hivyo Adamu akawapa majina wanyama wote wa kufugwa, ndege wa angani na wanyama wote wa porini. Lakini kwa Adamu hakupatikana msaidizi wa kumfaa. Hivyo Bwana Mungu akamfanya Adamu kulala usingizi mzito, naye alipokuwa amelala, akachukua moja ya mbavu zake, akapafunika mahali pale kwa nyama. Kisha Bwana Mungu akamfanya, alimuumba nani? Mwanamke, kutoka kwenye ule ubavu aliochukua kutoka kwa huyo mwanaume, akamleta huyo mwanamke kwa huyo mwanaume. Huyo mwanaume akasema, huyu sasa ni mfupa wa mifupa yangu na nyama ya nyama yangu, ataitwa mwanamke, kwa kuwa alitolewa katika mwanaume. Jina la mwanamke aliyeumbwa kutoka kwenye ubavu wa Adamu lilikuwa nani? Ilikuwa Eva, sivyo? Tuendele na sura ya tatu mstari wa ishirini. Sura ya tatu mstari wa ishirini, Adamu akamwita mkewe Eva kwa kuwa atakuwa atakuwa nani? Mama wa wote walio hai. Mungu alitabiri nani atakuwa adui wa Eva mke wa Adamu. mstari wa kumi na tano. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. nani atakuwa adui ya Eva? yule nyoka. Kwa hiyo Shetani na Eva hawatakuwa kamwe kwenye upande mmoja hadi mwisho wa dunia katika Ufunuo sura ya 12 mstari wa 17, je, joka likapatwa na hasira kali kwa ajili ya nani? Kisha lile joka likapatwa na hasira kali kwa ajili ya huyo mwanamke na likaondoka ili kupigana vita na watoto waliosalia wa huyo mwanamke. Je, haijaandikwa pia kwamba lile joka lilisimama kwenye mchanga wa bahari? Kupitia ufunuo wa mtume Yohana, Mungu anatujulisha kile kitakachotokea mwisho wa nyakati. Tunapaswa kuwa upande wa nani? Tunapaswa kuwa upande wa Mungu. Hebu tuelewe kwa urahisi zaidi. Roho na bibi arusi wanasema, yeyote mwenye kiu na yeyote anayetaka aje kwangu. Je, biblia haitufundishi kuhusu jambo hili? Hii inamaanisha kusimama upande wa Mungu. Vita hivyo vikuu vya kiroho vitatokea Mungu anapowatenganisha kondoo na mbuzi na kutenganisha wale watakaookolewa na wale ambao hawataokolewa. Je, tunapaswa kusimama upande wa nani? Lazima tusimame upande wa mama. Kwa hiyo ili watoto wa Mungu wahubiri utukufu wa Yerusalemu kwa ulimwengu mzima, Mungu aliwajulisha kupitia Biblia kwamba adui pekee wa ibilisi ni mama wa mbinguni. Kama vile ambavyo Elisha alimfuata Eliya, Yeshua alimfuata Musa na Petro alimfuata Yesu. Baba aliweka kielelezo kwa kusema ninamfuata Mama, kuwajulisha watoto wake kwamba mama wa mbinguni yupo. Kwa hiyo ili kupokea uzima wa milele mbinguni, lazima tutambue uwepo wa mama wa mbinguni, sivyo? Je, hiyo si ndiyo sababu Mungu alikuja hapa duniani katika enzi ya Roho Mtakatifu na kutujulisha Mama? Tuangalie Yeremia sura ya tatu mstari wa kumi na saba. Yeremia sura ya tatu mstari wa kumi na saba. Wakati huo wataita Yerusalemu watamwitaje Yerusalemu kuwa kiti cha enzi cha Bwana, nayo mataifa yote watakusanyika Yerusalemu kuliheshimu jina la Bwana. hawatafuata tena ukaidi wa mioyo yao miovu. Katika siku hizo, nyumba ya Yuda itaungana na nyumba ya Israeli, wao kwa pamoja watakuja kutoka nchi ya kaskazini hadi nchi niliyowapa baba zenu kama urithi mataifa yote yatafanya nini? Watakusanyika Yerusalemu. Huu ni mpango wa kiunabii wa Mungu kwa hatua ya mwisho ya kazi yake ya ukombozi. Tuangalie Isaya sura ya sitini mstari wa kwanza, sura ya sitini mstari wa kwanza. Tuangalie sura ya sitini mstari wa kwanza. Ondoka, angaza, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umezuka juu yako. Tazama, giza litaifunika dunia na giza kuu litayafunika mataifa, lakini Bwana atazuka juu yako na utukufu wake utaonekana juu yako. Mataifa watakuja kwenye nuru yako, na wafalme kwa mwanga wa mapambazuko yako. Mstari wa nne. Inua macho yako na utazame pande zote, wote wanakusanyika na kukujia. Je, Isaya sura ya sitini haihusu utukufu ambao yerusalemu atapokea? Tuone mstari wa nne tena, inua macho yako na utazame pande zote, wote wanakusanyika na kukujia. Yerusalemu humrejelea nani kulingana na Wagalatia sura ya nne? Hivyo hii inamaanisha wote hukusanyika na kuja kwa Mama. Yeremia sura ya 3 mstari wa 17 pia inasema mataifa yote watakusanyika Yerusalemu. Wale watakaokolewa watakuja kwa nani? Watakuja kwa Yerusalemu Mama. Kwa upande mwingine, wale wanaoshindwa kufanya hivyo watawekwa chini ya nguvu za Shetani kulingana na Ufunuo sura ya 12 mstari wa 17. Tuangalie Isaya sura ya sitini mstari wa nne. Inua macho yako na utazame pande zote, huwote wanakusanyika na kukujia, wanawako wanakuja toka mbali, nao binti zako wanabebwa mikononi. Kwa njia hii, Biblia na manabii walitabiri kwamba mataifa yote watakuja kwa Yerusalemu. Tuendelee na mstari wa nane. Ni nani hawa warukao kama mawingu, kama huwa kuelekea kwenye viota vyao? Nabii Isaya aliishi mnamo mwaka mia saba kabla ya Kristo, takribani miaka elfu mbili na mia saba iliyopita. Ni nani hawa warukao kama mawingu, kama huwa kuelekea kwenye viota vyao? Hao ni watoto wa mbinguni wanaokusanyika kutoka duniani kote kwenye mikono ya mama wa mbinguni Yerusalemu katika enzi hii. Tuendelee na mstari wa kumi na mbili, kwa maana taifa au ufalme ule ambao hautakutumikia utaangamia. Nini kitatokea? Utaangamia. Kama ilivyoandikwa katika Ufunuo sura ya 12 mstari wa 17, huyo mwanamke na watoto wake na lile joka na wale wanaomfuata watakabiliana katika ulimwengu wa kiroho. Nini kitatokea kwa wale wanaoshindwa kuja kwa mama wa mbinguni Yerusalemu? Kwa maana taifa au ufalme ule ambao hautakutumikia, je, nini kitatokea, utaangamia, utaharibiwa kabisa? Hili ndilo jambo ambalo Biblia ilitabiri. Tuendelee na mstari wa kumi na nne. Tuone mstari wa kumi na nne. Wana wa wale waliokuonea watakuja wakisujudu mbele yako, wote wanaokudharau watasujudu kwenye miguu yako, nao watakuita mji wa Bwana, Sayuni aliye mtakatifu wa Israeli. Tuendelee na mstari wa ishirini. Jua lako halitazama tena, nao mwezi wako hautafifia tena. Bwana atakuwa nuru yako milele, nazo siku zako za huzuni zitakoma. Kisha wakati huyo mwanamke na watoto wake waliosalia wanapopigana dhidi ya lile joka na wafuasi wake, kama mtu anasimama upande wa mama wa mbinguni au upande wa joka ni kigezo cha wokovu. Ito. Walakini leo kuna watu ambao hawampokei mama wa mbinguni Yerusalemu. Ingawa kuna unabii mwingi katika Biblia, watu wengi hawampokei Mungu kupitia misheni ya Eliya, Baba alishuhudia kwamba mwokozi mwingine atakuja baada yake. Mnamo mwaka 1955 alitoa ujumbe huu katika kitabu kufungua zile radi saba na kutuachia somo muhimu. Elisha alimfuata Eliya, nami ninamfuata Mama. Tukizingatia hili, tunapaswa kusimama upande wa nani? Lile joka pamoja na wafuasi wake wanasimama kwenye mchanga wa bahari ili kupigana vita dhidi ya huyo mwanamke na watoto wake waliosalia. Kwa maneno rahisi, ikiwa huyo mwanamke na watoto wake wanasimama upande wa kuume na lile joka pamoja na malaika zake upande wa kushoto, tunapaswa kusimama upande gani? Ufunuo sura ya kumi na mbili inatupa jibu. Hivyo, yeyote mwenye kiu lazima aende kwa Roho na bibi arusi. Je, wako wapi? Wako Sayuni. Unabii huu unatuamsha kwamba lazima tuingie Sayuni upesi. Mungu tayari alituonyesha hili katika Mwanzo sura ya tatu. Ili tusiupoteze wokovu katika enzi ya Roho Mtakatifu, Biblia ambayo hutumika kama dira yetu ya kiroho inamlenga Mama wa Mbinguni, Yerusalemu. Biblia inatamani kila mtu ampate Mama wa Mbinguni. Hivyo katika Isaya sura ya 60 Biblia inasema lazima tufanye nini? Lazima tuangaze nuru ya Yerusalemu bila kuificha. Tuendelee na Isaya sura ya sitini na mbili. Isaya sura ya sitini na mbili mstari wa sita nimeweka walinzi juu ya kuta zako e hey, Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumwita Bwana, msitulie, msimwache apumzike hadi atakapofanya imara Mungu atamfanya imara nani? Yerusalemu na kuufanya uwe sifa ya dunia. Hawatanyamaza mchana wala usiku. Mungu aliwaomba walinzi nini? Lazima wafanye nini? Lazima waeneze utukufu wa Yerusalemu kwa ulimwengu mzima. Je, Mungu anawaambia wanyamaze? Mungu anawaambia waimbe na kuhubiri utukufu wa Yerusalemu. Hii ndiyo misheni tunayopaswa kutekeleza katika enzi hii. Bila shaka, tunahubiri siku ya Sabato, Pasaka na Agano Jipya, walakini ikiwa ulimwengu umegawanyika kati ya Mungu na Shetani, tunapaswa kusimama upande wa nani? Mungu aliwaamsha watoto wake kwa jibu hili. Tunapaswa kusimama upande wa nani? Lazima tusimame upande wa Mungu. Basi tunapaswa kumuunga mkono Mungu yupi? Lazima tusimame upande wa Mungu Mama. Je, Mtume Yohana hakuugundua ukweli huu na kuandika katika Ufunuo sura ya 12 mstari wa 17 kwamba huyo mwanamke na watoto wake waliosalia walisimama ili kulipinga lile joka? Katika Mwanzo sura ya tatu, Mungu anatuamsha kwa uhusiano kati ya huyo mwanamke na uzao wake na nyoka na uzao wake watoto wote wa Sayuni pamoja na watu wa ulimwengu wanapaswa kusikiliza mafundisho ya Mungu Mama aliyekuja hapa duniani kama mama wa wote walio hai. Katika enzi ya Roho Mtakatifu, Baba wa Mbinguni alisema, ninamfuata Mama, naye akatuongoza kwa Mama wa Mbinguni. Tuifuate njia hiyo na tujaliwe kwa ukarimu mwingi kuingia mbinguni. Shetani siku zote hutuzuia kufuata mafundisho ya Mama yetu wa mbinguni. Kazi yake ya kuzuia itafanyika walakini, ni lazima tufanye nini katika hali hizo? Ni lazima tutafakari kwa usahihi fundisho lenye nguvu la Baba, ninamfuata Mama. Ikiwa sisi ni watoto wa Mungu, tutarudi kwa nani? Tutarudi kwa mama wa mbinguni Yerusalemu. Takribani miaka elfu mbili na mia saba iliyopita nabii Isaya aliona tukio hili na mtume Yohana aliliona vilevile. Biblia ni neno la Mungu. Mungu alifunua mapenzi yake kwa manabii, wakati mwingine kwa njia ya ufunuo, wakati mwingine kwa sauti yake moja kwa moja, na wakati mwingine kwa maongozi Mungu aliwasilisha mapenzi yake kwetu kupitia mbinu hizi zote. Kwa hiyo hizi ni kumbukumbu za Mungu, sio za manabii. Manabii walinakili kumbukumbu za Mungu. Je, mapenzi ya Mungu yanapaswa kutimizwa katika siku za mwisho au ni jambo ambalo linaweza kutokea au kutotokea? Unabii lazima utimie. Haya ni mambo ambayo lazima yatokee. Basi tunapaswa kujiuliza, tunapaswa kusimama upande wa nani? Hebu tuwe walinzi juu ya kuta za Yerusalemu, tukiweka nia yetu ya kiroho kwa usahihi, ili kwamba tuweze kushiriki katika kazi ya wokovu inayoongozwa na Mama wa Mbinguni Yerusalemu. Hebu tunufaishe ulimwengu na tuwasilishe mafundisho ya kweli kwa wale ambao bado hawajaelewa, ili watu wote waweze kumrudia mama wa mbinguni. Nikitumaini kwamba kwa haraka tutawapata watoto wote wa mbinguni waliopotea, ili kwamba turudi katika nyumba yetu ya milele pamoja na mama wa mbinguni, ningependa kuhitimisha mahubiri ya leo. Asanteni.